Leo kama sisi hatujui kusoma katiba hii ndio maana tunapata shida. Sasa tusome sisi Qur'ani, lakini ukiwa na ulimi wako mzito uweze kusoma sha mtu mzima, soma tafsiri ya Qur'an mradi ujue Allah anasema nini, ama sio? Utaishi miaka yako 80 100 utakuja kufa hujui Allah akasema ni hii, ni message ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemleta mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kutufahamisha hii Qur'ani. Lakini wakati anaondoka anasema nini? Na kuacheni kitabu cha Allah na sunna zangu. Sasa wewe, kitabu cha Allah hii message, wewe hujui maana yake. Utafata vipi? Alafu sisi tunasema sisi tunampenda Allah, unampenda Subhanahu wa ta'ala sana, kama unampenda mpenzi wako hivi, ya akuandikie barua, alafu unakaa nayo tu, unaikaa unaibusubusu. Maana yake sisi Qur'an nafai. Weka hapo, weka hapo, weka kichwani. Alafu weka sehemu ya juu juu, hasa barua ya mpenzi wako utaibusu, utaika juu. Barua ya mpenzi wako utatafuta wa mtu wa kufanyia ukalimani? Sasa we Allah subhanahu wa ta'ala akakutumia message, alafu ujui maana yake. Hasa tunadanganya sisi kama Allah subhanahu wa ta'ala tunampenda. Sisi ndugu zangu, bahati mbaya tuliokuwa nayo kubwa, ndugu zangu, ikiwa sisi Waislamu yani, ule utukufu na uzito wa Allah hatuujui, hata kutamka jina lake sisi tunakosea Sisemi kwa kutamka kwa zile alfadhi za Kiarabu Allah, hapana, nasema tunakosea kwa sababu wakati tunamtamka hatuhisi ukubwa wake na utukufu wake. Sasa hivi kimtaje Mheshimiwa Rais basi unako, unashtuka rais. Ukimtaja si waziri, unakuwa na mshtuko. Unamtaja Allah ovyo ovyo tu. kwa ndugu zangu, sisi tuongeze imani, ndugu zangu. Allah akiingia katika moyo, mambo yote haya yanaisha. Allah ndo mfanyaji mimi sitaki chochote Allah atakachokadiria kwa ajili yangu mi nitafanya sisemi kwamba sisi tusifanye jitihada jitihada tufanye lakini tusielekeze lawama kwa viumbe viumbe hawa hawana uwezo wa kufanya chochote mpaka Allah atake